Wakazi milioni tatu wa mkoa wa Morogoro hutegemea kupata huduma za rufaa za kitabibu katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za matibabu, wadau wa maendeleo hapa wanajitokeza kuunga mkono juhudi za serikali kwa kuchangia fedha ambazo zitasaidia uboreshaji wa miundombinu katika hospitali hii. Tuliona tujiunge na wana Morogoro kwa kuchangia karabati wa jengo hili la kliniki ya mabingwa ili kusudi wanamorogoro na wengine wote watakaoguswa na matatizo wanaohitaji wataalamu hawa waweze kupata huduma zilizo bora zaidi. Kwa hiyo ni hospitali kongwe na nafikiri baadhi ya miundombinu yake ilikuwa imeshachoka na ndio maana mkaja na hii busara kwamba e, mwitumie miaka 80 kukarabati, na tunashukuru kwamba serikali yetu ilitupitishia sera ambayo inaruhusu kurudisha kwa wananchi, na hii ni njia mojawapo ya kurudisha kwa wananchi kwa kuleta huu mchango ambao tumeuleta ili kufanikisha uh, jambo hili la kukarabati uh, kliniki hii ya mabingwa. Na wengine ambao si wageni kwenye hospitali, wamekuja kwenye hii kliniki, watakuwa ni mashahidi kwamba ilivyokuwa miezi miwili nyuma na sasa imeboreshwa. Na hili tutambue wananchi kwamba hatufanyi hapa tu, tunaendelea kuboresha hospitali yetu sehemu na sehemu lakini kwa sababu ya nature ya shughuli zetu hatuwezi tukafunga huduma zote kwao, tunafanya kwa awamu. Tunakarabati sehemu, tunaboresha, au tunahamia sehemu nyingine. Kwao mwendelee kutumaini kwamba mtaendelea kuona hospitali yetu kiendelea kuboreka, na za zaidi ya yote si miundo mbinu tu, lakini pia hata kwa wataalamu ambao wapo, tunaendelea kuajiri wataalamu bingwa kuweza kutoa huduma mbalimbali, na tunapokwenda hawatakuwa madaktari bingwa tu, hata madaktari bingwa bobezi, ili waweze kutoa huduma bora, ksukulia kwamba hii ndio hospitali yetu ya rufaa ya mkoa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Morogoro, pamoja na mambo mengine, anasema huduma za matibabu katika hospitali hii zinaendelea kuimarishwa. Ukarabati wa jengo la kliniki maalum za madaktari bingwa e, ilianza tarehe 26 mwezi Mei, kitekelezwa na mkandarasi tulitoa loko wa fundi ambaye ni Ferdinand Romani ambaye alikamilisha kazi tarehe kumi na tatu mwezi wa 6 lengo la ukarabati ilikuwa ni kuboresha miundombinu ya jengo la kutoa huduma za kliniki maalum za kibingwa. Gharama za ukarabati tulitumia jumla ya shilingi milioni ishirini laki nane na hamsini na sita na mia tano. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital. <tune>